Ama hakika kongamano hili limefanyika baraka, lakini pia imefanyika fursa kubwa sana kwa wafanyabiashara hususani wa maeneo haya ya kijiji hiki cha Kinampundu, na hapa nipo kwenye baadhi ya meza za wafanyabiashara ambao wamenufaika kutokana na kongamano hili. Ninaye kaka hapa ambaye tutaenda kuzungumza naye mawili matatu. Bwana kaka, habari yako? Salama. Labda kongamano hili kwa namna gani limefanyika baraka na fursa kwako? Kongamano hili limekuwa fursa kwangu, kwani kutokana na biashara nilionao na kutokana na ujio wa wageni kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini, hata na nje ya nchi pia, limenipa fursa kubwa, kwa sababu bidhaa zangu hizi wameweza kuzipata tofauti na kila siku. Kila siku pasipokuwepo na kongamano kama hili, biashara huwa ni ya kawaida sana, na kipato ninachokipata ni tofauti ukilinganisha na uwepo wa kongamano hili kama wajasiriamali tumepata kifedha kidogo, wametusaidia wanapohitaji mahitaji yao vinywaji, chakula, ambao wahitaji kula humu kwa nje tunapata. Majina nani kaka? Majina naitwa Simon Joseph Basso. Bwana Simon kwa namna gani kongamano hili limekufanyika baraka na fursa kwako wewe? Ah, kongamano hili limeniokoa pakubwa sana kaka. Kwa namna gani? Kama unavyoona hivi tunahangaika hapa, tunatafuta riziki mdogo mdogo hmm. e, tunapambana hivyo hivyo. Kabla kongamano hili, ya kongamano hili hali ya biashara ilikuwaje? hali ya biashara ilikuwa mna likuwa hali ndogo sana, pafinyu sana unapiga unaweza ukachoma kidogo tu hamna mzigo, mzigo utoki. Lakini sasa hivi hali ikoje? Ndo kama na hivi unavyoona napambana nini, wateja wamenibana sana. Lakini pia tunaye diwani wa kata ya Kinampundu. Na anazungumza namna gani, kwa namna gani fursa ambayo imejitokeza imepatikana kwa wafanyabiashara wa maeneo haya kupitia kongamano hili la uamsho eneo hili toka watu hawa waje hapa tangia tarehe mbili ya mwezi huu wa sita imeonekana kwamba hata wananchi wangu wamenufaika, sababu wanafanya biashara ndogo ndogo ya mamantilie, lakini hata na hivyo nafikiri wameshiba kiimani, kwa sababu kazi inayofanyika hapa ni kazi moja nzuri sana, kwa maana ya kwamba inawakusanya watu wa kutoka maeneo mbalimbali wa nje na ndani ya nchi, lakini haswa kijiji cha Kinampundu na majirani kijiji cha Kinampundu lakini faida tunayopata kutokana na mkutano huu, moja ni mamatilie kufanya biashara kwa muda wote toka mkutano uanze hadi leo. Namba mbili, kuna watu wengine ambaye ni wagonjwa, sasa hivi nimeshuhudia kwa macho yangu wanaombewa na kupona. Naye mratibu wa kongamano hili amezungumza pia kuhusiana na fursa hii ya kibiashara iliyopo katika kongamano hili. Tunapokusanyika watu wengi mahala fulani huduma mbalimbali mbali za kijamii zinahitajika. Kwa mfano, tuko zaidi ya watu elfu mbili hapa na pamoja na michango yetu ya chakula na nini, lakini hatuwezi kutosheleza uh, lile hitaji la watu. Na wingi wa watu pia unafungua fursa za kiuchumi kwa wafanyabiashara mbalimbali. Kuna watu wako hapa wana biashara za kuuza chakula, wanauza supu asubuhi, wa wanauza chai uh, tuna watu wa mpesa wako hapa, kuna watu wanauza maji, soda wako hapa, lakini tuna watu wa kuchaji simu wako hapa. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona kwamba uh, ni fursa pia kwa watu wa mahali hapa, uh, kwa upande wa kiuchumi mpaka tunaondoka hapa, maana yake wafanyabiashara watakuwa wameingiza kipato, then na wao watalipa kodi kwenye serikali, pia itakuwa imepata mapato. Lengo kuu la kongamano hili ni kuzindua uamsho mkubwa mkubwa sana wa kuanzia Tanzania mpaka dunia yote, sawasawa na unabii wa watumishi wa Mungu mbalimbali, ambao Mungu amekuwa akiwatumia kuitabiria Tanzania kwamba vile Mungu anataka kuifanya Tanzania kwamba uamsho mkubwa wa kanisa la Mungu duniani utatokea kuanzia hapa Tanzania. Watu wamefunguliwa, watu watakwenda kuinuka kiuchumi. Uamsho unapokuja kwa ujumla, hauji tu umelenga eneo moja la kiimani, lakini uamsho unapokuja unakuja na mambo mengi mengi sana ambayo Mungu anakuwa amekusudia, uh katika watu au katika taifa pia. Naam, nikushukuru sana wewe mtazamaji wa Yoa TV uliyekuwa sanjari pamoja nasi kuanzia siku ya kwanza tukirusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka hapa mkoani Singida katika wilaya eh, ya Mkalama katika kijiji cha Kinampundu. Matumaini yangu ni kwamba umebarikiwa sana sana sana. Ikiwa mwisho mwisho kabisa tunatamatisha matangazo yetu ya moja kwa moja, ni kutakie baraka wewe ambaye umekuwa msikilizaji wetu na mtazamaji ukitufuatilia. Ni kutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vya Yoa TV vinavyoendelea. Nilikuwa sanjari na mpiga picha wangu Bamani, mimi ni Osia Mwana Emmanuel, Mungu akubariki sana.